Mtakumbuka kuwa mnamo tarehe ishirini na nne ya mwezi wa nane mwaka huu wa elfu mbili na kumi na sita jeshi la polisi nchini lilipiga marufuku mikutano na vikao vyote vya ndani vya vyama vya siasa. Hatua hii ilitokana na baadhi ya vyama vya siasa kutumia mikutano hiyo ya ndani kuendeleza ajenda za kuchochea wananchi kutotii sheria za nchi na kupandikiza wananchi chuki dhidi ya serikali yao hivyo kuhatarisha hali ya usalama wa nchi kwa ujumla wake. Jeshi la polisi limekuwa likifuatilia hali ya usalama hasa inayohusiana na shughuli ya vyama vya siasa, na sasa jeshi la polisi limejiridhisha kwamba kumekuwepo na hali ya kuridhisha ya kiusalama na hivyo kuona hakuna hoja ya kiusalama ya kuendeleza zuio la mikutano ya ndani. Hivyo jeshi la polisi kuanzia leo tarehe ishirini na mbili mwezi wa tisa mwaka huu wa elfu mbili na kumi na sita linaondoa katazo lake la mikutano ya ndani ya vyama vya siasa. Jeshi la polisi linasisitiza kuwa maandamano na mikutano ya hadhara. Naomba nirudia, jeshi la polisi linasisitiza kwamba maandamano na mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa bado imezuiliwa, isipokuwa ile ya waheshimiwa wa bunge ambayo wanaifanya kwenye majimbo yao. Zuio hili la mikutano ya hadhara na mikutano itaendelea hadi tathmini pana zaidi ya hali ya usalama itakapofanyika. Kwa hiyo tunachoondoa ni katazo la mikutano ya ndani. Mikutano ya ndani ya vyama vya siasa ni ruksa sasa. Lakini mikutano ya hadhara na maandamano bado katazo lake linabaki pale pale hadi ufuatiliaji na tathmini pana zaidi ya kiusalama itakapofanyika. Ninaamini kama tutaendelea kama tunavyoendelea sasa, katazo hilo pia halitokuwa la muda mrefu. Jeshi la Polisi nchini linatoa wito kwa wananchi wote na vyama vyote vya siasa kuheshimu sheria za nchi na wakati wote kutoa ushirikiano kwa Jeshi la Polisi katika kuhakikisha usalama wa nchi hii, wa raia wake na mali zao.